Jina langu naitwa Yona Elam Mdende, ni mkuu wa chuo cha DAPS, yani Dodoma Adventist Polytechnic College. Chuo kiko Dodoma, umbali kama kilomita kumi kutoka senta katikati ya jiji ya la Dodoma. Tunapakana tu na mizani njia barabara ya kwenda Singida. Hii ni wiki ya huduma kwa wateja, napenda kuwaalika wazazi kwamba kuna chuo chenu ambacho kiko hapa Dodoma ambacho kinatoa masomo ya ufundi pamoja na mambo mengine kadhaa ambayo kwamba watu na watakaotoka hapa wanakuwa mahiri katika ule ufundi ambao umeuchukua. Huduma tunazotoa katika chuo chetu, tunatoa masomo ya ufundi. Ufundi ambao tunaotoa hapa ni pamoja na umeme wa majumbani, electric engineering, tuna plumbing and pipe fitting, ambayo ni mambo ya mabomba halafu pia tunayo ufundi wa ushonaji tailoring. Haya masomo yanafundishwa pamoja na masomo ya tehama ambayo ni uh, umahiri wa kompyuta kwa ujumla, kwa masomo haya yanatolewa pamoja. Haya ni masomo ya kudumu ambayo kwamba mtu anasoma hapa kwa muda wa miaka miwili na anafanya mtihani wa kitaifa akichukua uh, level 2 uh, ya ya cheti cha ufundi eh, daraja la pili la cheti cha ufundi Tanzania. Na pamoja nayo tuna somo mengine ya, ya, ya short courses, tuna somo la muziki ambalo tunalifundisha hapa ambalo anachukua mwezi mmoja mmoja, na tunatoa matangazo wakati muda ukifika. Tuna somo pia ambayo yanaendelea karibu miezi sita, ni somo la uh, lay evangelist training course ambayo ni kozi ni, ni, ni, ni, ni ya waengelisti wa lay watu wa washiriki ambao wanat, wanapenda kazi ya Mungu kufanya kazi ya uinjilisti katika maeneo mapya. Kwa hiyo chuo kinatoa huduma hiyo kwa ku kuwapa ku, ku, ku, ku, ku, ku, training ya namna ya kuweza kufanya kazi hiyo na kujifunza undani wa neno la Mungu na filosofia ya kanisa kwa ujumla, halafu na somo mojawapo la ufundi ambalo ataenda kuishi nalo katika eneo hilo jipya ili aweze kujikimu na kujitegemea kwao ni muhimu. Ndio maana tunasema, kwa maneno mengine, tunasema ni tent makers, kama Paulo alivyokuwa anasafiri kwenda kuhubiri, lakini alikuwa ni fundi pia kutengeneza mahema. Kwa hiyo tunao hawa tent makers ambao ni wa wanjeshi walei, wanaenda wa kufanya kazi katika maeneo mapya. Kwa njia hiyo wasaidia wale wote ambao wamemaliza darasa saba, kwa mfano vijana ambao wamemaliza darasa saba, tumeanza na programu ya kuwafundisha muziki na ya, wale pre form one tunaweka tuna, tuna kozi ya muziki ili iweze kuendana pamoja na haya masomo mengine ya, ya sekondari kuandaa ku, ku, ku, kwa ajili ya kwenda kuanza form one mwakani. kao tarehe nane tunaanza mwezi wa kumi na moja, tunaanza hiyo program. Kwa hiyo mnakaribishwa watu wote kuweza kujisajili pia katika swala hili la kozi hii ambayo inaenda kuendeshwa unaweza kutembelea katika tovuti yetu ya chuo ambayo ni www.dapc.ac.tz. Mawasiliano yetu kwa ajili ya msaada zaidi ni 0740458866. Kama unataka kuwasiliana na mkuu wa shule moja kwa moja, basi unaweza ukachukua namba ya 0767 38 1575. Karibuni sana katika chuo chetu cha DAPC Dodoma Adventist Polytechnic College, journey to the excellence.